Lumu. Naweza kwenda mtu kama mimi au wewe hapo chonka, japokuwa nsikudharau, lakini <laughs> pia naona kama kuna watu onyesho, eh, eh, jingine hilo, ameweka mgongo anapigwa mbao ya na inakatika hapo hapo bila ya kuumia. Naweza nikasema bila ya kuumia kwa sababu anacheka, anaingezwa nyingine wawe ya mkononi pia, mbao inakatika, mbao inakatika mbao. tena mbao nzito mtazamaji, sio ya masara inamvujikia kwenye mgongo bila ya chochote. Kaona mwingine ah, safi sana kiasi waitwe makamando hawa. Tazamaji bado kitendo hicho kinaendelea cha kukatwa kwa mbao kwenye mwili wa mtu na mtu mmoja tu tangu saa hizo ndio mbao zinakatika katika mwili wake na yuko bado makini kabisa. Aha, na mguu mwingine naye unamalizwa kazi hiyo hapo yaani, na unaweza ukasema kwamba basi bora mtu yuko makini kuliko hata hiyo mbao, na mbao tunaona jinsi gani inavyoumiza, lakini mtu bado yuko makini. Mheshimiwa Dakta Ali Mohamed Shein pamoja na Mama Samia Suluhu Hassan wanajadiliana kuhusu hilo. Wanaona kwamba wana vijana makini sana katika taifa hili la Tanzania. Mbao imenyooka, mbao iko strong, kinachoangalia kwa komando sio mwili. Lakini ndani katika katika mwili wa mtu ukakamavu na uvumilivu na mafunzo maalum aliyopata. Ehe, msherehekeshaji anasema kwamba kinachotakiwa ni pamoja na ukakamavu na mafunzo ambayo mtu anayapata. Kwa hiyo ukakamavu pia unapewa kipaumbele sana, kama si mkakamavu haya yote hutaweza kuyafanya. Ehe, kichwani sasa, mbao inapigwa kwenye kichwa sasa, mtazamaji tuone hilo tukio oh-oh. Ah, chonga inakuwaje? hilo uh, sio tofali uh, ni kichwa cha mtu. Ndio mbao hiyo imetua hapo na imekatika. Uh, kama ni kichwa changu au chako, sasa tushazimia, ambulance inaitwa, tunakimbizwa hospitali. Uh, kwa hiyo onyesho la kuvunja vigae mahiri wa hali ya juu unaonyeshwa na makomando wetu hawa, lakini yote hii inaonyesha kwamba tuko vizuri sana katika mambo haya ya ulinzi na usalama. Kwa hiyo mtu yoyote atakayejaribu kuleta chokochoko basi tutakuwa tuko tayari kuweza ku Uh, na sijaribu naam. Ni matangazo ya moja kwa moja ya sherehe za maadhimisho ya miaka 53 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Tarehe kama ya leo mwezi kama wa leo mwaka 1964 jemedari ya mapinduzi haya marehemu Sheikh Abeid Amani Karume aliwaongoza Wazanzibari kuondoa madarakani utawala wa kisultani. Mheshimiwa mgeni rasmi, onyesho litakaloonyeshwa sasa hivi ni kulalia au kuvuta chupa, litaonyeshwa na private sweetbart erbenego Nikodemasi. Tunaendelea kusisitiza kwa wananchi kwamba kile kinachofanyika hapa sio mazingaongwe wala sio michezo ya kuigiza, ni vitendo halisi, tusije tukafanya tukiwa majumbani. Raiveti switbati Ebernego Nikodemus amelalia vigae vya chupa na amekewa tofali tatu kwenye kifua chake na zinavunjwa kwa nyundo. Mtazamaji, hiyo wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. E, e, ni kali kweli kweli, eh tuone sasa. Ah, mtazamaji wa ZBC pamoja na TBC 1 mnajionea wenyewe hali halisi ya makomando hao wakionyesha umahiri, ujuzi ustadi wa hali ya juu kutokana na vitendo mbalimbali ambavyo wanaweza kukabiliana navyo kwa hali yoyote wakikutana na maadui. Tumeona komando pale amelala, wakati amevua shati lake na chini yake kulikuwa na vigae ya machupa, tena makubwa makubwa, na akawekewa matofali juu ya kifua chake. Kila tukio linamshinda mwenziwe. Mtazamaji, sijui ueleze vipi, lakini ewe mwenyewe ni shuhuda haya yote haya. Uh, ilianza na mbao katika mwili wa mtu zikakatikia, lakini sasa ni nondo. Mshereheshaji hapa amesema kwamba